Na mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja kati ya makomedian maarufu hapa Tanzania ameamua uh, kuzungumzia hili swala ambalo limetokea kwa hawa mabinti ambao wameamua kuanzisha ngori. Uh, kuna binti anaitwa Mary ambaye ni mchepuko wa Mwijaku baada ya kugundua kwamba rafiki yake naye pia ana date na Mwijaku, akaamua kumdhalilisha na kumfanyia unyama kama tulivyozungumza katika video zilizopita. Sasa, Mama Mawigi naye pia ameamua kuja kutia neno kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, ambapo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameonyesha jinsi ambavyo alivyokerwa alivyochefukwa, e, na kitendo ambacho huyu binti amemfanyia mwenzie, e, kisa tu ametembea na danga lake. So msikilize hapa mama Mama Mawigi. Jamani, kutongozwa kupo au wenzi na enzi? Mkoo binti kishachipo utatongozwa na ba mdogo, mjomba, kaka yoyote, kaba yako ya roho, stara yako ndio inakuokoa wewe. Nini kutongozwa na bwana wa rafiki yako? Mbona hiyo kawaida, ni shemeji yako tu huyu eh? na sasa ni bwana tu, sio mume huyu, mtu anamkewe We na rafiki yako nie, ni wezi wawili, vibaka vibaka, mekutana getini, mnakabana. Baada ya kunyamaza kusema hii, nawe unaibaga ba Bwana, hili neno limeniacha hoi kweli kweli. E, mama mawigi anasema kwamba hawa wote wawili ni vibaka, sasa ni kama vile tu wamekutana getini, alafu wanaanza kukabana, sasa wakati wote ni wezi, akiwa anamaanisha kwamba Mwijaku na mkewe hawa wote ni halali kuuana na yeye yeye yeye, sasa sasa sasa zaidi kama mtu anayemshambulia mzazi, tena wazazi. Tumekujaje hapo binti, e? yangu nifa anasema wazazi wa kiume kuwanyima wa watoto wa kike mapenzi, ndio maana anaenda kufanya haya. Kweli, mbona hapa kama wanaume wamekashifiwa baki. Mzazi wa kiume, hata mpende mtoto vipi, hata mpenda mapenzi ya baba, akishakuwa anaenda kutafuta mapenzi ya ya mpenzi na yale ya baba. Jamani, tunapojadili jambo likija hapo mtandaoni, tutumie akili zetu kabisa. Mwingine anasema ai, mwanaume yeye tena anaendaka kwa mwanamke, anamwambia mimi sijaoa. Na wewe kwa nini umkubali? hata kama alikwambia oo, nitaacha mke wangu nikuoe, mwambie mwache kwanza, njoo na hati ya talaka. unakubali ta binti zangu nakubali. Hata kama ajira ni ngumu, serikali yetu inatengeneza ma mazingira rafiki mweze wote kupata ajira, lakini bado na wao na wanatamka kwamba mko wengi wasomi, tafuta njia nyingine za kujiajiri. Haya mama, mimi mbona nipo hapa, nimejiajiri, na mabinti wengine wengi tu mtaani. Hata usipochetuka kama mimi, kuna vitu uza ubuyu kwa kina, weka lebo, tembeza, fanya nini Unataka iphoni kali, unataka lesi, unataka kujirusha, ndio bado unasoma. Matokeo yake mnakuwa mnadanga ovyo, mnatia aibu, mnaenda kuumizana. Jamani, naongeza na mimi kusisitiza, binti ukamatwe, uajibishwe, kwanza ni muuaji pale, ulikuwa unaua pale juu. Singeonyesha unyonga, kaonyesha upinzani, mlikuwa mnamuua. Yeah, so huyu ni comedian maarufu tu Mama Mawigi, lakini hapa alichokizungumza alikuwa yuko serious na nadhani umesikia mwishoni alichokisema, ameongea pointi sana huyu mama, kusema kwamba kama yule binti ambaye ni mage ambaye ndio alikuwa anafanyiwa ule unyama angekuwa ni mkaidi, angekuwa ni mkorofi, kuna mtu angepoteza uhai Either yeye, kwa sababu angewapandisha hawa, asila wangemfanyia kitu kibaya, kwa bahati mbaya angepoteza uhai au angeamua kuretaliate,